Dominika ya leo neno la Mungu linatusaidia kutupa dira ya kipindi hiki tulichokianza majuzi, kipindi cha Kwaresma, na dira yenyewe ni hasa injili tuliyosikia kuhusu vishawishi. Vishawishi ni ukweli unaotuandama katika maisha yetu. Vishawishi vipo, Ibilisi yupo kazini, yupo kazini, na alimjaribu hata Bwana lakini kabla ya kutafakari injili hii, tuanze na somo la kwanza kutoka katika kitabu cha Kumbukumbu la Torati. Ni maagizo ya Musa kwa wana wa Israeli watakapofanikiwa kufika katika nchi ya ahadi. Ni maagizo ya Musa kwa wana wa Israeli waliozurura jangwani kwa miaka arobaini miaka 40 ambayo ilikuwa imejawa pamoja na mkono wa Mungu wenye nguvu, kulingana na kiburi mm, alichokuwa nacho. Ilijawa na vishawishi na walimjaribu Mungu, wana wa Israeli walimjaribu Mungu kwa namna mbalimbali, walikatishwa tamaa na wakati mwingine wakafikiri Mungu amewaacha, na kwa sababu ya ugumu wao na kutokuamini kwao, pamoja na makubwa ambayo tayari walishayaona, wakati wanavushwa bahari ya Shamu, basi kiburi chao, ukaidi wao, utovu wao wa imani uliwachelewesha kufika nchi ya ahadi, kwa hiyo walikuwa mahangaiko. Sasa somo la leo, Musa anaona mazuri anayowasubiri wana wa Israeli na anawakumbusha au anawaagiza kwamba watakapofika, watakapopata ile ardhi, watakapolima, watakapofanikiwa watakapopata mavuno yale, mavuno ya kwanza kabisa wayapeleke kwa kuhani, wabebe kikapu chenye malimbuko chenye yale matunda au mazao saba ambayo ni alama ya Israeli. Sitaweza kuyataja yote, lakini kuna mazao hasa saba ambayo wana wa Israeli, miongoni mwao ni zabibu, eh, shairi, ngano na kadhalika wayapeleke mbele ya kuhani na waseme maneno ambayo tayari tumesikia kwamba, baba yangu alikuwa mwarami karibu na kupotea akashuka Misri, akakaa huko ugenini, nao ni wachache hesabu yao, akawa taifa kubwa huko mwenye akawa taifa kubwa huko yenye nguvu na watu wengi wa Misri wakatuonea, wakatutesa, wakatutumikisha utumwa mzito Musa au. Basi, Mungu hataki wana wa Israeli wasahau historia yao, anataka wakumbuke walikotoka, kwa sababu wakikumbuka, watajua ukuu ambao Mungu aliwatendea. Kwa hiyo, wanapoleta shukrani hii, kapu hili mbele ya kuhani, wanakumbuka dhiki waliopitia sio tu miaka arobaini ya jangwani bali hata mateso aliyoyapata kule Misri katika mkono katili wa Farao, lakini namna ambavyo Mungu amewaongoza amewatoa mle amewafikisha katika nchi ya ahadi, wamelima, wamefanikiwa. Baba yangu alikuwa Mwarami, baba yangu alikuwa mtu wa kuzurura, baba yangu alikuwa mnyonge, baba yangu hakuwa na ardhi, baba yangu alikuwa mtumwa baba yangu hakuwa na kitu, lakini mimi Mungu amenikumbuka, ninaleta kama shukrani. Mungu amenikumbuka. Musa anasisitiza jambo hili kama ambavyo baadhi ya marabi, walimu wa dini ya Kiyahudi, walivyosema, ni kwa sababu pamoja na kwamba wana wa Israeli tayari walishafanikiwa, haimaanishi kwamba pamoja na ardhi nzuri na mazao yaliyokuwa wanayapata basi, kila kitu kilikuwa kizuri, kulikuwa hamna vishawishi, kulikuwa hamna kusita kuhusu uwepo wa Mungu, bado mambo haya yalikuwepo. Kwa hiyo, Musa anapoagiza jambo hili ni sehemu muhimu ya kuwakumbusha kwamba Mungu yupo na aliwatendea mambo hayo makubwa, sembuse ya madogo mnayoona sasa hivi ndio mnaweza kufikiri kwamba Mungu hayupo. Muwe wenye shukrani, kumbukeni kwamba Mungu yupo na Mungu ana nguvu. Mwandishi mmoja akasema, ilikuwa rahisi kuwaondoa Waisraeli kutoka Misri kuliko kuiondoa Misri iliyokuwa ndani ya wa Waisraeli. Maana yake nini? Waisraeli bado hata baada ya kukombolewa kutokana na dhiki yote hiyo, wengine bado waliendelea kunung'unika, kwa nini tulipitia historia mbaya hivi? Kwa nini bado tunaendelea kunyanyasika na huyu na huyu na huyu? Kwa hiyo Misri bado ilibaki mioyoni mwao kwa namna ya tofauti kwa namna nyingine kwa namna mbadala ya ile Misri ya kijiografia. Sasa tamko ile la Musa, fundisho hili la Musa, agizo hili la Musa ni kuwakumbusha kwamba Mungu yupo na Mungu ana nguvu, wakumbuke yale makubwa aliyowatolea, aliyowatendea. Na hili kapu la mazao lilikuwa la nini? Kwa ajili ya kuhani kwenda kula na familia yake, sehemu kweli ilikuwa ni kwa ajili ya Walawi najua Walawi ndio kabila la kikuhani ambao walikuwa hawana urithi mwingine, hawakuwa na ardhi. Lakini pia ilikuwa ni kwa ajili ya wageni. Wageni kwa maana ya wale walio katika Israeli na hawana ardhi, wasipopata a kuwasaidia, watakufa njaa. Na sehemu nyingine kwa ajili ya sehemu, kwa ujumla kwa ajili ya waliobaki maskini ndicho tunachohimizwa katika Kwaresma, kufumbua macho yetu na kutazama kutazama waliohitaji. Hili ndilo agizo la Kwaresma, pamoja na kusali zaidi, pamoja na kufunga zaidi, lakini kuwatazama waliohitaji. Kwa hiyo shukrani hii inayokuja kwa Mungu ni namna ya kumwambia Mungu na kushukuru, umenipatia mazao haya, mimi ni mtoto wako kama huyu mgeni kama huyu yatima kama huyu mjane kama huyu maskini ambaye hana kipato, hana shamba, hana chakula. Ninajua umenipa nguvu na mimi nilime na mimi nipate mazao kusudi nisife njaa, na nguvu hizi ni kwa ajili yake. Nguvu ulizonipa sio kwa ajili yangu mimi binafsi, ni kwa ajili ya kunyoosha mkono na kumpa huyu ambaye amejikuta katika mazingira ambayo hajiwezi. Jitafakari namna tunavyoishi Kwaresma yetu kwa matendo. Labda kweli haya tunayaleta hapa yanaweza yasiwafikie ya, ya maskini eh, kama ambavyo maandiko yanatuagiza, kwa sababu na kanisa limekuwa taasisi ambayo inahitaji namna ya kujiendeza. Kuna kujenga makanisa, kuna na namna fulani labda tunakosea kweli kwa kuwasahau hao ambao tunabidi ku, ku, ku, ku, ku, kunyosha mkono na kuwatazama. Lakini basi nijiulize mimi binafsi pamoja na labda na mwito kwa parokia pia kutazama maskini, lakini mimi binafsi ninafanya nini? Maskini aliye maskini kweli. Sio sababu pia, kama ambavyo tumerudia mara nyingi, kuna ambao ni maskini wa kujifanyisha, ni ni maskini maskini kwa sababu ya ya uvivu, ni maskini kwa sababu ya uzembe maskini. Lakini kuna wale ambao ni maskini, ni maskini kweli. Mtoto hana ada ya shule kwa sababu amefiwa na wazazi, afanyeje? Ni maskini, ni maskini kweli. Mtu ameugua, amekwenda hospitali, hawezi kulipa bili ya hospitali ni maskini ni maskini kweli, afanyeje? Basi mimi ambaye ninaweza kunyosha mkono kwa sababu Mungu ameniwezesha kwa namna hii, ninao wajibu wa kumtazama yeye. Mimi ndio mkono wa Mungu wa kumshika Katika injili takatifu kulingana na Luka, Kristo anajaribiwa amechukuliwa na Roho na amekaa siku arobaini nyikani akijaribiwa na ibilisi, siku arobaini jangwani akijaribiwa na ibilisi. Na majaribu tuliyoyasikia ni matatu. Kwanza ni kuambiwa kwamba nitakupa, no, hilo ni la pili. La kwanza ni ukiwa wewe ndiwe mwana wa Mungu liambiwe jiwe hili liwe mkate. Kwa hiyo ni jaribio kwa mtu mwenye njaa kwamba na ana nguvu na atengeneze chakula. Jaribio la pili ni kupewa milki yote ya dunia, lakini ikiwa atatekeleza masharti ya Ibilisi, akimsujudu Ibilisi. Yaani, Yesu anaambiwa msujudi ibilisi, alafu atapewa milki yote. Na la tatu anapelekwa juu ya kinara cha hekalu, anaambiwa ikiwa wewe ni mwana wa Mungu, jirushe, kwa sababu malaika wake watakulinda. Ndugu zangu, majaribio haya ni muhtasari wa majaribio yanayotupata sisi wote, na ni muhtasari wa majaribio yaliyompata Yesu katika maisha yake na tusifikiri hata kama Injili imesema mwisho ibilisi alimwacha, lakini tukumbuke imesema kwamba tena kwamba alimwacha kwa muda. Kwa hiyo tusifikiri kwamba majaribio kwa Yesu yalidumu kwa siku 40 tu na baada ya hapo mambo yakamnyokea. Namna ya kuandika kwa Luka ni namna tu ya kuonyesha kile ambacho kilimpata Yesu katika maisha yake yote. Jaribio la mwisho sio hili la kuambiwa ujirushe kutoka hapo juu. Jaribio la mwisho la Yesu litakuwa pale msalabani, yule mwizi mmoja atakapomwambia kwamba ikiwa wewe ni mwana wa Mungu, shuka. Ondoka hapa msalabani. Kuna nguvu kama unazo, shuka. Hilo lilikuwa jaribio la mwisho la Yesu na lilishinda. Kwa hiyo siku arobaini ni muhtasari tu wa kuonyesha namna ambavyo Yesu amepitia katika majaribu na namna ambavyo amemkabili mwovu na majaribio haya yana maana gani? Wazo la kwanza linalotujia katika jaribio la kwanza, kwamba Yesu tayari ana njaa siku 40 ya jala. Kwa hiyo naye ni Mungu, ana nguvu, na labda itamchukua muda kushuka kule alikokuwa, kutoka kule nyikani mpaka afike kijijini, mpaka akute sijui watu gani wampe mkate. Sasa labda atataishiwa nguvu mpaka afike kote huko. Nawe una nguvu, kwa nini usiamuru ili jiwe liwe mkate? Mbona ni rahisi? tunaweza kufikiria hivyo, lakini kiini cha jaribio la mwovu huyu ni kutaka kumwambia Yesu awe mbinafsi. Tunajua katika maandiko matakatifu kwamba Yesu amefanya miujiza mingi, hata mara moja hakufanya muujiza kwa ajili yake mwenyewe. Hata mara moja, Yesu hakufanya muujiza kwa ajili yake mwenyewe. Miujiza yote aliyoifanya ilikuwa ni kwa ajili ya watu. Jaribio la mwovu la kumwambia Yesu badili mkate jiwe liwe mkate, kisha upate chakula, ilikuwa ni jaribio la kumfanya Yesu aache kuwa kiongozi wa kuwatazama watu, bali awe kiongozi wa kujitazama yeye binafsi. Hili ni jaribio linalotukuta sisi wote. Pindi nitakapopata nguvu, nitakapopata mamlaka, nitakapopata udhibiti wa jambo fulani cha kwanza kitakuwa ni nini? Kuwatazama niliyokabidhiwa au kujitazama mimi? Luka hakunuia tu kuandika jambo hili basi tufikirie jiwe kugeuka kwa mkate na Yesu mwenye njaa, bali Luka ameandika haya hui, Yesu amevumilia kishawishi hiki kusudi na mimi mwenyewe nijitathmini nguvu nilizo nazo ni kwa ajili yangu au ni kwa ajili ya wengine pia? Tunarudi kule kule kwenye kapu la Mwisraeli aliyefanikiwa kuvuna mazao yote, yaani, uliyoyapata ni kwa ajili yangu au pia nina wajibu wa kuhudumia wengine, kutoa sehemu ya jasho langu, kutoa kama huduma kwa wengine ambao imetokea kwamba hawana shamba kama mimi, na sio kwa hiari yao, sio kwa uzembe wao, sio kwa makosa yao. Yesu anakataa hila za mwovu. Imeandikwa, mtu hataishi kwa mkate tu. Luka ameishia hapa, lakini injili nyingine inasema kama tulivyoimba katika shangilio, mtu hataishi kwa mkate tu, bali kwa kila neno litokalo katika kinywa cha Mungu. Mimi sitaishi, sitafanikiwa kwa kuwa na ubinafsi. Ni kweli kazi ninayofanya kwanza inufaishe mimi, inufaishe familia yangu nifaishe jamaa zangu, lakini hivyo tu. Sio hivyo tu. Mungu anasemaje? Mungu ananiagiza niwatazame wengine. Hiyo ndio maana, kwa kila neno utokalo katika kinywa cha Mungu. Kinywa cha Mungu kinatuagiza tuwatazame wengine. Baada ya ibilisi kugonga mwamba katika jaribio hili, anampandisha Yesu juu monyesha miliki zote za ulimwengu na Yesu anaahidiwa kwamba akimsujudu ibilisi atapewa miliki yote. Jaribio la kwanza lilikuwa kuhusu mali za ulimwengu na namna tunavyozitumia hasa zile ambazo tu zipo katika mamlaka yetu na tumeweza kuzivuna sisi tumeweza kujipatia sisi hata kwa namna iliyo halali. Jaribio la kwanza ni kuhusu mali. Jaribio la pili ni kuhusu uhusiano wetu na ndugu wenzetu. Yesu anaambiwa kwamba atapewa ulimwengu wote. Kwa ulimwengu wote maana yake ni pewa mamlaka, nguvu, umiliki ha Yesu. Ibilisi alijua wazi Yesu ana ushawishi. Yesu alijua kuongea. Yesu alijua kuvutia umati. Yesu alijua kuhamasisha. Yesu alikuwa na vipawa vyote ambavyo <coughs> mtu angeweza kuwa navyo kusudi kuweza kushinda mamlaka ya kisiasa kama walivyo wanasiasa werevu wenye namna ya kuongea ambapo baadaye wanageuka kuwa vyombo vya Ibilisi. Na yesu angeweza kukubali kubaliana na Ibilisi. Ibilisi hapa anachomwambia Yesu ni kwamba, chepuka katika mpango wako, ondoka katika mpango wako wa kuwa mfalme anayetoa huduma, uwe mfalme mwenye nguvu, mwenye mkono wa chuma anayetawala. Yesu akubaliani naye. Yesu angeweza kufanya hivyo, na hili ni jaribio ambalo, tukitafsiri vizuri maandiko matakatifu, ni jaribio ambalo Yuda Iskarioti atalirudia. Yuda aliingiwa na Shetani. Haiandikwi wazi katika Biblia, lakini watu wanaofahamu alikotoka Yuda na hila za Yuda, ilikuwa ni kwamba Yuda alifahamu kwamba Yesu ana nguvu, Yesu anaweza. Na Yuda alikuwa alikuwa, alikuwa mwanaharakati wa Kiyahudi ambaye alitaka ku uza wa Warumi haraka na alijua Yesu ana uwezo huo, na Yesu anajichelewesha. Kwa nini? Sasa mimi nitamuuza, alafu nikishamkabidhi kwa Wayahudi ataonyesha mamlaka yake, atawafukuza Wayunani na atakuwa mfalme ninayemtaka, atatawala sasa, atatawala badala ya Kaisari wa Roma lakini na Pilato akina nani, atafukuzwa na tutakuwa na mfalme mpya mjini. Yesu hii ni ya Yuda. Lakini Ibilisi ameanza kumshawishi Yesu achukue muono huo wa Yuda Sio wa kuosha miguu, sio wa kufundisha upendo, sio wa kufundisha huduma, bali wa kutawala kwa nguvu, kwa kujionyesha kwamba yeye ana mamlaka, ana nguvu, anana... ni kweli lazima watawala wawe na nguvu, ni kweli lazima watawala wawe na vyombo, wawe na majeshi, wawe na, lakini mwisho wa yote ni kusudi nini? Kusudi kutumikia wale waliokabidhiwa, au kujinufaisha wao? Pointi iko hapo, swala la msingi liko hapo. Kwa ajili ya kujinufaisha mimi kwa ajili ya utukufu wangu, au kusudi hawa wapate huduma? Hapo ndipo Yesu anapokataa hila za huyu mwovu. Kwa hiyo tuelewe kwamba jaribio hili, kishawishi hiki kwa Yesu kwamba amsujudie Ibilisi, tusifikiri kwamba kiko mbali sana na mimi katika niliyokabidhiwa Sijawahi kutumia nguvu badala ya huduma. Sijawahi kutaka utukufu badala ya kuwasaidia wale niliokabidhiwa. Sijawahi kutamani sifa kuliko, yaani proportion ya sifa na ninavyohudumia watu vinalingana. Ni kweli kusifiwa sio jambo baya, lakini sifa inatokana na mazuri niliyofanya. Tusiingie katika kishawishi cha kumsujudia ibilisi. Yesu alikataa, na ametuonyesha kwamba inawezekana kukataa. Kisha jaribio la mwisho, kishawishi cha mwisho, anapelekwa katika kinara na anaambiwa, ikiwa wewe ndiwe mwana wa Mungu, jitupe chini, kwa maana imeandikwa, atakuagizia malaika zake wakulinde, na kwamba mikononi mwao watakuchukua. Naweza kuona kwamba kishawishi cha hovyo ambacho hakina maana, Yesu akawa mwanasarakasi. Kwa hiyo kama mtu apande pale juu kwa nje, alafu ajirushi, kusudi wewe kuonyesha nini? Lengo la huyu mwovu halikuwa hilo tu. Lengo la huyu mwovu lilikuwa ni kumwambia Yesu kwamba katika maisha yako haya Mungu atakulinda na yote. Alitaka kumwingiza Yesu katika kishawishi cha dhambi iliyowakuta wana wa Israeli kule jangwani, hata baada ya Mungu kuwalinda, walipokumbana na viki, labda chakula, wamepewa mkate, baadaye mekinai wanataka nyama wamepewa, baadaye kiu, mwamba umepasuliwa, lakini bado malalamiko, manununiko na kadhalika, kwa sababu safari ya jangwani haikosi majaribu. Hata kama Mungu aliwaahidi kwamba atawasindikiza njia yote, na kweli aliwasindikiza, hakumaanisha kwamba changamoto zitakosekana, na ndivyo ilivyo katika maisha yetu, kwamba chochote kitakachotokea ni kwa sababu Mungu hayupo. Yesu ayuoeu anakataa kishawishi cha Ibilisi, anakataa kishawishi kichaovyo, usimjaribu Bwana Mungu wako. Majaribu yanaweza yakaja njia katika njia yangu inayopitia, lakini nisifikiri kwamba Mungu ameniacha au tafsiri nyingine usimjaribu Bwana Mungu wako, tusijiingize katika hali ambazo baadaye tutamwacha Mungu afanye na mambo mengine, ni ya kutumia utashi wetu nipande huko jua, alafu nijirushe kusudi weje mbona Mungu hajatuma malaika wanidaki? kama simulize lile nilowe kusimulia miaka, nafikiri labda zamani zaidi ya miaka ishirini sikumbuki. Yule mhubiri aliyehubiri kuhusu Yesu kutembea juu ya maji, alafu na yeye mwenyewe akachukua boti katikati ya ziwa, akatoka kwenye ziwa naye akasema, sasa niangalieni na mimi ninavyotembea kama Yesu. Kuo ni kujaribu Mungu. Sayansi na kanuni zake, kwa nini tuzigeuze juu chini chini juu? Yesu kutembea juu ya maji alikuwa na maana yake, alikuwa na fundisho lake. Akakuwa anafanya maonyesho hapa. Kila mtu anaweza akatafsiri mwenyewe ni kwa namna gani ambavyo anaweza kuingia katika kishawishi cha kumjaribu Mungu, kujiingiza katika shida na kumwambia Mungu we utafanya au tugeuze. Kwa kuwa jaribu fulani limenipata, viki fulani imenipata, basi sasa ninajiachia siende hospitali sifanye kitu, nitaenda katika mkesha wa maombi, nifikiri kwamba Mungu atanisikiliza. Kweli Mungu anasikiliza maombi, anaponya wagonjwa, na hata katika maombi ya misa tunaomba, na kwa imani kweli tunaamini tutapata, lakini mwisho wa yote ni mapenzi yake. Na sasa mimi niache jitihada zote, niache kutumia akili yangu, nifikiri kwamba Mungu atafanya kila kitu? Usimjaribu Bwana Mungu wako ametuomba tukiwa na akili kusudi tutumie akili zetu. Kwa hiyo ndugu zangu, hayo ndio majaribu yaliyompata Yesu. Na ibilisi anamwacha kwa muda anaenda zake. Kwaresma ni kipindi cha kujenga mizizi ya kumkataa ibilisi. Sio kwamba tunamkataa kwa siku hizi arobaini tu alafu Pasaka, kisha tunaendelea na maisha kama kawaida. Kwaresma ni msimu kwa kutuimarisha kiroho kwa maisha yetu yote ambayo yapo mbele yetu mpaka siku ile Mungu atakaponiita kwake. Kipindi cha Kwaresma kikiisha, matunda nitakayopata kwa jitihada za kujenga fadhila nilizozijenga katika kipindi hiki zinisaidie katika maisha e, yanayonisubiria, nisaidie huko mbele. Yesu ameonyesha mfano huu. Baada ya hizi siku 40, akatoka akiwa na nguvu akaanza kuhubiri. Alishajenga fadhila kwa kipindi cha siku 40, alishajengea misingi kwa sababu tukumbuke Yesu pia alikuwa ni mtu na moto anaopata au tuseme nguvu anazozipata ni kutokana na mizizi mikubwa ya kumkataa ibilisi aliyoifanya. Kwaresma ni kipindi cha kumkataa ibilisi kwa nguvu zaidi na kujitahidi kujenga fadhila. Fadhila ni mazoea mazuri ambayo yanajengwa kwa tabia nzuri, kwa desturi nzuri. Kama ninazoea ni kujifunza kidogo kidogo yaliyo mema, basi ninajenga fadhila ndani yangu kama ninajifunza kusali mara kwa mara mimi nitakuwa mtu wa sala, na kinyume chake nikijifunza uovu kidogo kidogo, mwisho ninajijengea kilema ambacho kinakuwa kama tabia. Sasa Kwaresma ni kipindi cha kugeuza vile vilema vyangu, sasa vigeuke viwe fadhila kwa kujifunza kutenda mema. Haya yanaweza yasitokee usiku kufumba na kufumbua, inahitaji zoezi. Ndio maana ni kipindi kirefu kidogo, tutembee katika zoezi hilo, usijatimai, tuweze kumshukuru sherekea kwa dhati ufufuo wa Bwana kwa sababu kweli tumevumilia kama yeye, tumepambana kama yeye. Kwaresma ni kipindi muhimu sana katika kalenda ya kanisa. Kama ambavyo sherehe ya Pasaka ni kubwa kuliko sherehe zote, basi lazima itanguliwe na kipindi intense, kipindi kizito cha maandalizi ya kukumbuka sherehe hii kubwa, na wala tusipotoke tunaposikia watu wanaosema kwamba misingi ya maadhimisho haya haipo katika maandiko matakatifu. Pasaka ni sherehe ya zamani kuliko hata Noeli. Sema namna ya kuisherehekea imekuwa ikiboreshwa. Pasaka mwanzoni ilikuwa inasherehekewa kila Jumapili, lakini baadaye kanisa la mashariki na la magharibi wanaanza kutazama. Takatifu Polikarpo anafunga safari kutoka Uturuki mpaka Roma, kwenda kukutana na Papa kujadili. Polikarpo alikuwa mwanafunzi wa Mtume Yohane Mwinjili anafunga safari kwenda Roma, kukutana na Papa. Kujadili, tuisherekeje? tuisherehe kubwa namna hii ibaki katika kalenda ile ile ya Kiyahudi, ya tarehe 14 ya mwezi wa Nisan, au tuisherekee Jumapili au ifanyike walau mara moja kwa mwaka. Kanisa linatafakari mpaka mwaka wa tatu hivi, kanisa linaamua sasa ni linaweka rasmi. Ilikuwa inasherekewa tayari, lakini kipindi cha kwaresma kinawekwa rasmi na kanisa, sasa linaanza kusherekea kwa namna inayofaa, namna inayostahili. Yesu alilipa mamlaka kanisa lake. Sasa kama Polikarpo aliyemfahamu Yohane mwinjili anajadili kuhusu namna ya kusherekea Pasaka, alafu mimi naibuka leo niseme kwamba ni sherehe ambayo haina misingi katika maandiko matakatifu. Nasema kwa sababu ni mambo tunayoshuhudia katika mitandao ni maswali tunayoulizwa na waamini: imeandikwa wapi? Tutusherekee Pasaka? Tufanye kwaresma imeandikwa wapi? Imeandikwa wapi Yesu amefuka Sina akili ya kujua kwamba ile tukio kubwa namna ile la ufuko inabidi nijiandae kwa, kwa uzito unaostahili mpaka iandikwe. Na hata kama haijaandikwa, Polikarpo, mwanafunzi wa Yohane, naye alishuhudia namna ushauri wa Yohane kuhusu namna ya kusherekea Pasaka. Sasa kama una akili kuliko Yohane kuliko Yohane mwinjili ambaye alimtunza Maria, ambaye aliegema kifuani pa Bwana, kama una akili kuliko yeye, kama una akili kuliko Polikarpo, baba wa kanisa na ni makanisa yote ya zamani yanasherekea, sisi na Orthodox, kanisa la mashariki, tarehe ni tofauti, lakini wote tunafahamu kuwa tukio hili. Ndugu zetu Anglikana, Waluferi, wote wanafahamu kuwa jambo hili. Ni watu wanaoibuka majuzi tu wanakataa mizizi ya kihistoria, kwa kufikra finyu za kusema haijaandikwa. Nini haijaandikwa kwa nani? Aliandika hicho kitabu, huyu aliandika hicho kitabu, ndio huyu ameona pia umuhimu. Aaandiwadhi, tusimame tukiri imani yetu na sadiki kwa Mungu mmoja.